Juma alikuwa kazini ofisini mjini Dar es Salaam wakati simu yake ilipolia. Alikuwa ni mke wake Amina na sauti yake ilionekana ya kutisha. Njoo nyumbani sasa hivi, alisema, kuna nyani mkubwa sana kwenye mti wetu wa maembe. Mwanzoni Juma hakumwamini. Nyani hawakuwahi kuja mjini. Lakini Amina alisisitiza kwamba ilikuwa kweli. Alimweleza jinsi mnyama huyo mkubwa alivyokuwa akitupa maembe kwa watu na kufanya uso wa kutisha. Jirani yao mama Nuru tayari alikuwa amepigwa na embe. Juma aliamua kwenda kuangalia. Alipofika nyumbani hakuamini macho yake. Nyani mkubwa kuliko mbwa wa kawaida alikuwa juu ya mti maembe, alikaa mwenye hasira, na alipomwona Juma mara moja akamtupia embe moja kichwani. Juma alinama kwa haraka na embe ikamkosa kwa inchi chache. Ndani ya nyumba, Amina alikuwa akichungulia kwa wasiwasi kupitia pazia. Juma alitambua kwamba walihitaji msaada. Alipata kitabu cha simu cha zamani na kuangalia namba za idara ya wanyama. Kulikuwa na kampuni moja tu iliyoshughulikia nyani. Ilijiita Baraka na wanawe wataalamu wa nyani. Alipopiga simu, mwanamume aitwaye Bosire alijibu. Alieleza kwamba mwenzie Baraka alikuwa mgonjwa na malaria, lakini angeweza kusaidia kama wangesaidiana na Juma. Kwa kukosa la kufanya, Juma alikubali. Baada ya dakika thelathini gari dogo jeupe lenye kelele lilifika kwenye upande wake. Kulikuwa na maandishi Baraka na wanawe, tunashughulikia matatizo ya nyani. Bosire alitoka kwenye gari. Alikuwa mfupi lakini mwenye misuli, akiwa amevaa sare za kazi. Alifungua mlango wa nyuma wa gari ili kumwonyesha Juma vifaa vyake. Bunduki, gunia na mbwa mkali aliyeonekana mwenye hasira na aliyekuwa kibweka sana. Bosire alieleza mpango wake. Angepanda mti na kumtisha nyani ashuke chini. Mbwa aliyefunzwa kwa makini angekamata sehemu nyeti ya nyani. Wakati nyani angegeukia mbwa, Juma angeingiza kichwa cha nyani ndani ya gunia. Kisha Bosire alifanya jambo la kushangaza. Alimkabidhi Juma bunduki ya zamani. Hii ni kwa dharura tu, Bosire alisema kwa sauti ndogo. Kama nyani atanishambulia na nianguke kutoka kwenye mti, lazima upige mbwa risasi mara moja, Bosire alisema akihofia sehemu yake nyeti ingeshikwa na mbwa. Juma aliangalia nyani mwenye hasira kwenye mti, aliangalia mbwa aliyebweka, aliangalia bunduki mikononi mwake. Gafla alisema ombi ndogo kwamba nyani angeweza kushuka peke yake na kukimbia. Labda kama wangemsubiri kwa muda angeondoka peke yake.